Simba Sports Club imeandika ukurasa mpya baada ya safari yenye changamoto. Sasa Msimbazi wana meneja mpya Dimitar Pantev. Je, huyu ndiye atakayerejesha heshima ya wekundu wa Msimbazi Simba barani Afrika? Tumempata uh, mwalimu uh, Pantev ambaye uh, job description yake uh, ama mpangilio wake wa kimajukumu waki, anakuwa ni meneja mkuu wa klabu ya Simba tumehama kutoka kwenye kocha mkuu kwenda kuwa meneja mkuu baada ya kumtangaza jana majira ya saa moja usiku, wana Simba wamefurahi lakini, wamekuwa na maswali mengi kweli kweli, na maswali haya yanatokana na ukweli ya kwamba tumeintroduce kitu kipya katika masikio na macho yao, na hivyo basi tunalazimika kuwapa eh, elimu kidogo. Kwa nini tumehama kutoka kwenye kocha mkuu kwenda kwenye meneja mkuu? Kwanza, huo ni ni, ni, mpangilio wa kimajukumu kwa maana ya job description eh, kocha mkuu kazi yake ni ndogo sana, ni kudili na, na, na, na, na timu eh, mazoezini pamoja na kwenye mechi kwao. Tumehama kwenye majukumu hayo mwalimu ambaye tumemchukua kutokana na uwezo wake mkubwa tumeamua kumpa jukumu la kuwa meneja mkuu ambaye jukumu lake sasa ni kusimamia timu yetu kwa ujumla. Kazi yake itakuwa ni pamoja na ukocha, kwa maana ya kufundisha mazoezini na kufundisha kwenye mechi, lakini kusimamia mustakabali mzima na ustawi wa wachezaji wetu, ikiwemo swala la usajili, mapendekezo nani yasajiliwe, nani yaondolewe, nani yatolewe kwa mkopo, nani achukuliwe. Hiyo ndiyo kazi ya meneja mkuu. Pantev mwenye umri wa miaka 49 alizaliwa Juni mwaka 1976 jijini Varna, Bulgaria. Ni mmiliki wa leseni ya juu ya ukocha inayotolewa na UEFA, ikimaanisha yupo kwenye kiwango cha juu cha makocha barani Ulaya. Kabla ya kuingia kwenye ukocha Pantev, alikuwa kiungo katika vilabu vya ligi kuu ya Bulgaria. Aliwahi kucheza timu kama Chernomorets Spartak Varna, Dobruza, shalba na fc na fc Savalovo. Uzoefu huu ulimfundisha nidhamu ya kiwanjani na upambanaji wa kweli. Safari yake ya ukocha alianza katika kikosi cha vijana cha Varna City, kisha akawa kocha msaidizi wa Al Ahli Hebron, kabla ya kupata nafasi ya kuongoza timu kubwa. Katika miaka mitano barani Afrika ameongoza Victoria United ya Cameroon, Johansen ya Sierra Leone, Orapa United na Gaborone United za Botswana. Simba sasa ni timu yake ya tano barani Afrika. Sio si hayo tu. Pantev pia ni bingwa wa futsa akiwa ametoa mataji matano ya ligi kuu ya Bulgaria ya futsa, na pia aliibuka na mataji mawili ya ligi kuu barani Afrika, moja Cameroon na jingine Botswana. Pantev ameondoka Gaborone United baada ya kuitumikia miezi nane pekee, lakini kwa muda huo alionyesha ubora wake. Sasa changamoto kubwa iko pale Msimbazi, kurejesha Simba kileleni Tanzania na kuipa nguvu katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Wakati mashabiki wengine wakipongeza ujio wake, wengine wanasubiri kuona matokeo, lakini jambo moja liko wazi: Msimbazi sasa ina matumaini mapya. Je, Pantev ataweza kuandika historia mpya? Je, huu ndio mwanzo wa enzi mpya Msimbazi? Wakati ndio utasema. Hii ni Toka Zamani Tv. Kwa taarifa zaidi, tafadhali subscribe kwenye zarama kengele, tufuate pia Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani Tv.